Dr. Tulia Ackson. Na mimi nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa jambo hili ambalo umelifanya. Kweli mapenzi yako yanaendelea kuonekana kwa wana Kyela, lakini sisi wana Mbeya mjini, ndugu zangu, leo niko hapa nimekuja naye Mheshimiwa Mbunge wetu wa Mbeya mjini anaendelea kufanya kazi nyingi sana jiji la Mbeya. Kumbe hata wana Kyela huku mnakumbukwa. Dr. Tulia ameendelea kuyafanya haya kwenye maeneo mbalimbali katika nchi hii na leo mmeshuhudia tukio hili. Mheshimiwa mbunge wetu Dkt. Tulia Ackson ni, ni moyo wake kama walivyosema wengine, na wengine wamesema mengi hapa. Yeye kama alivyo hivyo hivyo amekuwa akiendelea kuyafanya mambo mengi sana. Sisi wana Mbeya Mjini hatuna mashaka naye hata kidogo, ndugu zangu. Na tuwe na uhakika kwamba chama chetu cha mapinduzi na sisi viongozi wa chama tunaendelea kumlinda hata nyewe na kela eh, hata nyewe na kela huku bado mnaendelea kumwombea, kwa sababu ni spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tumesema Samia mitano tena, Dkt. Tulia tunasema bado tupo tupo naye sana eh, kwa sababu kwa umri wake hatuwezi kusema miaka mitano, ah, bado tupo naye sana lakini, ndugu zangu, hapa mnaye mbunge Mheshimiwa Kinanasi alikuwa mwenyekiti wa wilaya kama nini? 2027, tuliingia naye tukawa wenye viti wa wilaya. 2020 akavuta fomu akapata ubunge wa jimbo hili la Kyela. Mimi namfahamu vizuri, ni mbunge anayechapa kazi. Nimemfahamu kuanzia kule tukiwa wenye viti yote wa wilaya, lakini baadaye akapata ubunge. Kwa hiyo mtumieni vizuri, kina nasi ni mbunge mzuri, anachapa kazi, ni mbunge anayewafikia, ni mbunge ambaye ni msikivu. Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu, Niwapongeze sana madiwani wangu niliowakuta hapa. Hongereni sana. Endeleeni hivyo kushikamana na mheshimiwa mbunge wetu. Na mimi nimefarijika sana nilipowaona hapa kwa sababu ukifika kiongozi wa chama, unakuta na wenzako wapo, basi inakuwa ni faraja na furaha kubwa. Lakini, ndugu zangu, kwa kumalizia, tuniseme tuendelee kushikamana wana Kyela. Tuendelee kupendana. Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wote kwa pamoja tushikamane ili tuweze kuvuka salama katika uchaguzi huu. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana jembe langu, mwenyekiti mwenzangu. Mimi nakufahamu vizuri tangu tumechaguliwa 2022, maana yake mimi kipindi changu cha pili bwana. Wewe tumechaguliwa 2022 na nafahamu namna ambavyo unachapa kazi. Endelea kusimamia chama vizuri kwenye kata, kwenye wilaya yetu hii ya Kyela ili mambo yaende barabara. Mimi sina mashaka na wewe. Baada ya kusema hapo nikushukuru sana kwa nafasi hii. Hukunipa nisalimie nami kwa upendeleo huu, wanakiela. Asante sana, wenyekiti.